Ndugu zangu, leo nataka kuzungumza juu ya kitu kimoja kilichonigusa sana: utumwa na uhuru wa kweli. Yohana 8 mstari wa 35 unasema, wala mtumwa hakae nyumbani siku zote bali mwana hukaa siku zote. Ndugu zangu, mtumwa hana uhakika wa maisha, hana mamlaka dhidi ya wale waliomtawala. hata pale anapokaa hatakuwa na utulivu, maana hapa eleweke. Hali kama hii inatokea kwetu pia, tunapokimbizana na presha za maisha, kujaribu kuonekana, kutaka kudhihirishwa, kufanikiwa kwa watu kuona. Mara nyingi tunakuwa watumwa wa hali zetu, tunazichosha nafsi zetu, tunajidharau. Lakini kuna habari njema. Yesu anasema mimi ndimi chakula cha uzima, anilae mimi ataishi milele Yohana Uzima huu ni zaidi ya pesa, magari, kupigiwa makofi au kupewa tuzo. Huu uzima ndio tunaouhitaji kweli, huu ndicho kilicho cha kudumu. Tunaweza kuishi kwa amani, si kwa nguvu zetu au akili zetu, bali tukiishi ndani ya Yesu Kristu, tukitambua thamani yetu imejengwa tayari. Hivyo dunia na hali zake hazitatuingiza hofu au kutufanya tuwe watumwa. Mathayo sita mstari wa thelathini na tatu inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtazidishiwa, ah. Ndugu zangu, huu ni ushuhuda wangu. Mara nyingi nimejaribu kukimbizana na matokeo kushughulika na kila presha, nikachoka, lakini nilipopumzika ndani ya Kristu nikapata amani. Tuombe kwa pamoja. Baba wa mbinguni, tufundishe kufanya mapenzi yako, Roho yako njema ituongoze, ili tuishi kwa amani katika nchi ya tambarare Hivyo, ndugu zangu, mtumwa anakimbizana, lakini mwana anakaa. Tujue sisi ni nani, ndani yetu chanzo chetu ni nini. Tusibadilishwe na mahali tulipo au matokeo ya dunia.